Kuna huyu jamaa anaitwa David Kiarie eh? Eh. Alikuwa anataka kuongea naye. Sijui kama unajua David Kiarie eh? Eh. Ah. Okay. Kwa hivyo mlishaongelea eh? Huyu Kiarie akatukana anko, anko na sho... Na sho... mtoto yuko wapi? Yuko hapa hmm. Mm. Kwa line Kiarie

Okay, inaonekana simu simu ya David imekatika. Mm. Kwa okay, hivyo mm. Mama Karo uamuzi ni gani? Karo anaweza elewana na huyu David ama m-mmeamua kwamba hatarudi kwa hii ndoa?